Ha, hii ni hatari sana. Hii ni hatari na kumekucha kumekucha. Hii ni baada ya D Voice uh, kuandika ujumbe wake mzito sana huko Instagram ambao ameandika huo ujumbe kwa kumaanisha, au sio? Leo hii mapema tu uh, msanii wa Mario kutoka Bad Nation, hapa tunazungumzia stance, ameweza kutoa nyimbo yake, ama vipi, lakini kwa muda huu unavyokwambia nyimbo yake inafanya fresh na iko poa. Sasa muda huo kuna nyimbo ambayo inatamba ambayo ya unamzungumzia hapa Dvoice uh, pamoja na Zuchu, au sio? Nyimbo inafanya vizuri, watu wameipokea fresh, nini ndio clip hapa na pale. Sasa bwana, imepelekea Dvoice uh, kutoa maneno ya kijeuri kidogo, ama vipi? Ameweza kuandika hayo maneno. Je, wewe utaniambia hayo maneno uh, yanahisi kwamba yanakuza mziki au kwamba anawatisha watu ama inakuwaje, ama ni ujeuri tu wadogo? Maneno hayo anasema hivi, toeni hizo visualiser zenu zote Nataka nitoe video bora ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita hadi elfu mbili na ishirini na saba kabla ya jei tatu ikipita, hapo video zenu fungieni maandazi. Hiyo ndo kauli ambayo ameweza kuiandika huko mjini Instagram. Kwa hiyo huko ni fujo tupu. Haya yote yanatokea tu baada ya Mario kumtangaza uh, msanii wake stars au sio, na kutoa hiyo ngoma ya sawa ambayo inafanya vizuri, lakini ndio hivyo imetokea na Dvoice anasema Visualize zote wazitoe ama vipi? Yes, for more information usiache kusubscribe ushare na kulike kupitia fu tv. Mimi ni Tomari Jumanne Kambangwa. See you next time. Enjoy the good information, thank you. <coughs>